Habari ya mjini kwa sasa ni uchukuaji na urejeshaji wa fomu katika nafasi za udiwani, uwakilishi na ubunge. Hii kwa upande wa Chama cha Mapinduzi, CCM, dirisha litafungwa kesho, shughuli ambayo ilianza tarehe 28 huku tukiona sura nyingi zikijitokeza kwa ajili ya kuomba ridhaa hiyo. ACT Wazalendo wenyewe kule kwa upande wa Zanzibar wameshafunga shughuli hiyo sehemu ambayo imesalia kwa wale ambao wanataka nafasi za kugombea ni kwa upande wa bara peke yao. chauma wenye ndo kwanza unasema mkoko na alika maua shughuli yao imeanza na itakwenda mpaka pale tarehe ishirini ya mwezi Agasti. Hii yote ni kutokana na kile ambacho kinabainishwa kwamba ni harakati zinazoendelea za kila mmoja kuendelea kushawishi ili kupata wagombea wanaostahili. Katikati ya hilo, tumeona sura nyingi zikijitokeza, hata zile ambazo watu hawakuwa wamezitegemea, lakini zenyewe zimetaka ridhaa hiyo. Kwa upande wa chama cha mapinduzi, vijana wengi wameingia kwenye kinyang'anyiro, wale wanaotetea nafasi zao nao hawapo nyuma, wakionyesha kwamba bado anatamani kuendelea kuwa wawakilishi wa Watanzania wa wa, lakini haya yote anatokea huku, pia mwamko mkubwa ukionekana kwa wanawake, kwani idadi ambayo wameshajitokeza kuchukua fomu kwa ajili ya kugombea majimbo si haba ukilinganisha na hali ya mambo ilivyokuwa hapo kabla. Je, tutashuhudia jambo la tofauti zaidi hadi kufika kesho ambako CCM watakuwa wakifunga shughuli hiyo, ama itakuwa ni tofauti? Hilo ni la kusubiri na kujionea, wakati ambako kesho Chama Cha Mapinduzi kitakapokuwa kinamaliza shughuli yenyewe. Lakini vipi kuhusiana na vyama vingine ikiwemo ACT na Chauma ambao wenyewe tayari wameshaweka hadharani tarehe zao za kuanza na kuhitimishwa kwa uchukuaji na urejeshaji wa fomu husika. Mi naitwa Nurdin Selemani, ndiye ambaye nakualika kwenye Uchanganuzi kwa siku hii ya leo, ikiwa na matumaini umekuwa na siku njema. Tutapiga darubini habari hiyo ya mjini ya uchukuaji na urejeshaji wa fomu kwenye nafasi mbalimbali, lakini pia tukiangalia kile ambacho kinasukuma wanawake wengi kuamua kwenda majimboni. Studio tumemwalika Saidi Msonga, yeye ni mchambuzi masuala ya siasa, karibu sana Msonga. Asante, nashukuru. Kwema, kwema kabisa. Tuanze kwa ujumla wake, kwa nini tunaona kuna mwamko mkubwa sana wa watu kuchukua fomu kusaka nafasi za udiwani na ubunge katika uchaguzi wa mwaka huu? Kama tunavyofahamu kwamba ni mwaka wa uchaguzi, na si tu uchaguzi, ni uchaguzi mkuu, kwa maana ya kwamba ni dirisha ambalo huwa linatoa fursa kwa Watanzania wanaoamini kwamba wanazo sifa na vigezo vya kuweza kuwaongoza Watanzania wenzao katika nafasi za udiwani, e, ubunge, e, pamoja na nafasi ya juu kabisa ya urais, e, na pia uwakilishi kwa upande wa Zanzibar kule, wanapata nafasi ya kutumia haki yao ya kikatiba kuweza kupitia katika vyama vya siasa vyenye usajili na vilivyo na utayari wa kushiriki katika chaguzi kuweza kuwania hizo nafasi. Kwa hivyo ni wakati hasa mwafaka wa jambo hilo kuwa limetokea ama limefika. Kwa hivyo tunapoona kwamba watu wanajitokeza hasa kwa wingi katika namna ambavyo tunaishuhudia ina, inatoa picha ya kwamba uh, mwamko wa Watanzania kutaka kushiriki kuwa sehemu ya uh, wafanya maamuzi katika baadhi ya masuala ambayo yanahusu maendeleo na ustawi wa jamii yao umekuwa ni mkubwa kadri siku zinavyokwenda. Lakini pia sambamba na hilo, tunafahamu kwamba inawezekana kukawa kwamba baadhi yao wanachagizwa na, na, na, na malengo yao ya, ya kutaka kufikia nafasi fulani za kisiasa. Wengine wanalenga kufahamika o, na maake kuna wanaochukua fomu wanasema twende tu tukachukue, hatuna uhakika kama tutashinda, lakini walau tuanze kufahamika kwamba na huyu naye yuko pamoja na sisi. Kwa hivyo kila mtu ana malengo yake, lakini kwa wale ambao wana nia thabiti za kutaka kuwa viongozi uh, huu ni wakati mwafaka zaidi wa kuweza kufanya hiki wanachokifanya, kuchukua fomu kupitia katika vyama mbalimbali mbali vya siasa na baadaye wakati utakapowadia baada ya, ya kuthibitishwa na vyama hivyo, basi waweze kuja mbele ya wananchi na kuwaomba ridhaa yao kupitia sanduku la kura. Tarehe itakapotangazwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, basi waweze kuchaguliwa na kuweza kushiriki katika kuwaongoza wananchi na kusaidia katika kutatua changamoto zao na kuhakikisha kwamba gurudumu la maendeleo linazunguka kwa kasi zaidi. Kumekuwa na mjadala mkubwa kwenye mitandao ya kijamii, hasa yanapoonekana kuna wale ambao wametiania na majina yao ni tajika, yani watu mashuhuri <coughs> una wengi, wanasema ni kama umekuwa sasa mchezo, ama watu wanaona kwamba wadhifa wenyewe wa ubunge umeshushwa sana. Nao unaona katika jicho la namna hiyo? kwa kweli binafsi naangalia kwanza, kwa maana ya kwamba kila mtu anakuwa na ile haki ya kuweza kuchagua na kuchaguliwa. Hii ni haki ya msingi ya kikatiba ambayo yoyote yule anayo bila kujali kwamba ni mkulima, ni mfanyabiashara, ni msanii, ni, pengine ni mwanamuziki ama pengine ni kiongozi wa kisiasa, ni mtoto wa kiongozi wa kisiasa na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo katika mzania huo wa, wa ile haki ya kikatiba, watu wote wanakuwa katika daraja moja lakini linapokuja swala la kwamba uh, ni, ni, ni nani mwenye sifa na vigezo vya kuwa kiongozi, hapa ndipo utofauti unapoanza kuonekana na ndio maoni ya wananchi yanakuja katika msingi huo, kwa maana ya kwamba uh, kuna watu ambao wanapotazamwa wanaonekana kwamba ah, mpaka na huyu huyu naye anataka uongozi. Kwa hiyo yanakuja mawazo ya namna hiyo, ingawa wakati mwingine wako baadhi na ushahidi upo ambao wamewahi kuwa wakitokea katika Uh, kada fulani fulani mm. Hivi kwenye jamii, kwa mfano, baadhi wanamuziki, e, wasanii. Lakini baada ya kupewa nafasi za uongozi wamedhihirisha tofauti na vile ambavyo watu walikuwa wakifikiri. Wamekuwa ni watu ambao wametekeleza majukumu yao kwa, kwa, kwa ufanisi mkubwa sana mm. na wamepata heshima kubwa, kiasi kwamba nadhani nao pia wamechagiza kuvutia kundi la, la wenzao kutoka katika kada hizo walizotokea wao kuona kwamba pengine tunaweza na sisi kuwa kama walivyo wale watangulizi wetu ambao walitoka katika tasnia zetu hizi. Wengine tumeona mpaka wamefikia nafasi za kuwa manaibu mawaziri hmm. na wakitimiza majukumu yao kwa, kwa, kwa ufanisi na weledi mkubwa sana. Kwa hiyo tusi, tukirudi katika ile nilichokieleza awali, kwamba haki ya kikatiba ya kila mtu kuchagua na kuchaguliwa, nadhani bado inaendelea kuwaweka watu wote katika daraja sawa, katika mzania sawa, ingawa sasa ni wananchi ambao wenye jukumu la kushiriki katika kuchagua kupitia sanduku la kura wao pia wana vigezo vyao, na katika hivyo vigezo vya wananchi lazima waangalie kwamba mtu awe na sifa fulani ambazo zinaweza zikamfanya akakidhi kwa kiongozi, kwa sababu nimeona katika sehemu ya huo mjadala kumekuwa kunatolewa mfano, baadhi yao wamekuwa hata wakiulizwa kwamba maswali marahisi kuhusiana na masuala ya uongozi wa wanaouhitajia mm -hmm. Wanaonekana ni kama hawana ufahamu wa kutosha. Kwa hivyo pia ni, ni, ni, ni jambo ambalo jamii katika kulijadili inaona kwamba japo ni ruhusa kwa mtu kutoka kada yoyote ili kuwania uongozi, lakini wale ambao wanaamua kwa dhati kuchukua fomu na kushiriki katika michakato hii wajitathmini na kujipima kwanza kabla ya kufanya hicho ambacho wanakwenda kukifanya, kwa sababu si jambo ambalo ni, ni rahisi kama ambavyo wanadhani. Ni jambo ambalo linahitaji mtu kuwa umejipanga kikamilifu, lakini zaidi ya kujipanga, uwe na ufahamu wa kile ambacho unapaswa kwenda kukitekeleza, ili uweze kuwa ni msaada kwa wale ambao watakaokuchagua, na si tu kwenda kujaribu ama si tu kwenda kwa ajili ya angalau uonekane kwamba na wewe ni mwenzao. Kwa hivyo ni, ni muhimu sana wanaochukua fomu kupitia vyama mbalimbali vya, mbali vya siasa wakajipima na kujitathmini, wanazo sifa za kuwa viongozi wanaoweledi, wa kuwa viongozi ili hata wanapotokea mbele ya watu na watu wakafahamu kwamba hawa wamechukua fomu kwa ajili ya kuwania hizi nafasi, waweze kuanza kuwatathmini na kuwapanga katika kuona kwamba sasa miongoni mwa hawa wenye sifa waliojitokeza, basi tunadhani fulani anaweza akawa anatufaa zaidi kulingana na aina ya changamoto ambazo tulizonazo. Kwa hiyo hiyo tawapa hata wapiga kura wenyewe nafasi nzuri zaidi ya kuweza kutathmini, na wakati utakapofika kuweza kuwa kwenye nafasi nzuri ya kuwachagua. Umekuwa mfuatiliaji mzuri sana maswala ya siasa na tumeona katika chaguzi za hivi karibuni, uchaguzi uliopita na huu, <clears throat> uh, kumekuwa na utitiri mkubwa sana watu kujitokeza, uh, kuwekania kutaka hizo uh, nafasi. Nini inaonekana kama chambo ambayo inawavuta hawa watu na kuona kwamba na mimi naweza, na mimi nataka, na mimi uh, nahitaji kuwa pale na mimi nataka kuwa mwakilishi wa wananchi? Kwanza, nadhani Chama cha Mapinduzi ndio ambacho kina, kina, kina watu wengi zaidi ambao wanavutiwa kupitia njia hiyo ukilinganisha na vyama vingine vya siasa. Hii nayo ina tafsiri nyingine kwamba inawezekana Chama cha Mapinduzi kimejipanga na kimejiimarisha sana kiasi kwamba watu wanaona kwamba ni rahisi zaidi kupitia Chama cha Mapinduzi. Lakini pia viko vyama vingine vya upinzani ambavyo pia vina watu ambao wameamua kujitokeza kuwania nafasi hizi kupitia vyama hivyo. Hawa pia wanatoa nafasi ama wanatoa picha kwamba Uh, nchi yetu ni nchi ambayo kikatiba iko katika mfumo wa vyama vingi vya siasa, na kila chama kina nafasi sawa ya kushiriki katika uchaguzi, na kila mwananchi anayo haki na, na, na uhuru wa kuweza kuamua chama chochote cha siasa kuweza kwenda kuwania ili mradi tu awe na vile vigezo ambavyo vinatakikana vya mtu ambaye anastahili kushika nafasi ama wadhifa wa uongozi ambao anawania achaguliwe kwao. Kwa hivyo, pamoja na kwamba utitiri mkubwa zaidi unaonekana kama kuegemea Chama cha Mapinduzi, lakini bado viko vyama vya vingi Vingine vya, vya, vya siasa ambavyo vinavyo, vinazo nafasi ambazo pia Watanzania hawa wanaweza wakazitumia kama ambavyo wanaitumia nafasi ya Chama cha Mapinduzi kuweza kuwania nafasi hizi na si tu wasubiri labda mpaka ikitokee wamekatwa kupitia Chama cha Mapinduzi ndo tuanze kushuhudia gia zikigeuka hewani na watu wakiamia katika vyama vya upinzani vya, lakini nadhani wanaweza wakajitathmini tangu awali na wakaona kwamba, kama unahisi kuna utitiri mkubwa umeelekea katika chama kimoja, na pengine Chama cha Mapinduzi kitakuwa kina kazi kubwa ya kuweza kupunguza idadi ya wagombea, kwa sababu utaona baadhi ya majimbo zaidi ya watu watano sita wamechukua fomu kuwania nafasi moja, lakini viko vyama katika jimbo hilo hilo, hilo ambavyo vinaangaika kutafuta mgombea kwa ajili ya nafasi hili. Kwa hiyo inawezekana watu wenyewe wakajitathmini kwa kuona kwamba kama hapa kuna uzito wa kuweza kufanikiwa kufikia malengo yetu ya kisiasa , basi yako majukwaa mengine ambayo kisheria na kikatiba yanaruhusika kabisa wayatumie pia, kwa sababu mwisho wa siku, jukwaa lolote utakalotokea nalo kisiasa mm, ni wananchi ndio watakaoamua kukuchagua bila kujali kwamba unatokana na chama gani. Lakini endapo wataridhishwa na sera zako, wataridhishwa na namna ambavyo umejipanga kwa ajili ya kutatua changamoto zilizopo katika jamii yako na jamii unaotaka kuwaongoza, basi wanaweza wakakuchagua katika chama chochote utakachokuwa na utakuwa ni mwakilishi wao katika baraza la madiwani ama katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ama pia hata katika nafasi kubwa zaidi kabisa ya urais wa nchi yetu ya Tanzania hmm. Wanawake wanaonekana ni kundi ambalo wamejitokeza kwa wingi sana, na si yale ambayo yamezoeleka kwamba wanajitokeza kwenye viti maalum tu. Safari hii eh, kwenye nafasi za kutiania kugombea majimbo wamekwenda kwa kiwango kikubwa sana. Nini msukumo ambao umekuwa nyuma yao kuwafanya waende kwa kasi eh, kubwa namna hii? Kwanza ni hamasa kubwa sana imewekwa kwa maana ya kwamba elimu elimu ya kijamii kwa hasa kwa kundi la wanawake ambao huko nyuma walikuwa wana, wana, wana kama wamerudi nyuma hivi na kuliachia ili jukumu la uongozi kwa wanaume, na ndio maana unaona wanaume walikuwa ni wengi wanaojitokeza kuwania. Lakini kitu kimoja ambacho kilikuwa ni cha kustaajabisha unapofuatilia takwimu za wapiga kura wanawake huwa ni wengi zaidi ambao huwa wanajitokeza kwenda kuchagua. Kwa hivyo ni watu ambao huwa wanahusika wana, wana moja kwa moja katika swala la kuweka viongozi, na pengine ni kundi jamii ambalo huwa linakabiliwa. Unaposikia changamoto yoyote imejitokeza katika jamii, waathirika wakubwa huwa ni kundi la wanawake. Kwa hivyo ndio maana huwa labda inawasukuma pia kujitokeza katika kufanya uchaguzi ili waweze kupata watu ambao wanaweza wakatatua changamoto za kijamii, na kwa changamoto za kijamii zinapopata ufumbuzi na, na, kutatuliwa maanake ni kundi jamii la wanawake ndilo ambalo litakalokuwa limenufaika zaidi na utatuzi ule. Sasa kwa miaka mingi tumekuwa tukishuhudia kwamba wao wakihusika zaidi kuchagua wanaume, lakini mm-hmm. Kwa miaka ya karibuni tunaanza kuona hali ya mambo inaendelea kubadilika. Uh, inawezekana kuna msukumo wa, wa, wa elimu ya kijamii ambao umekuwa ukitolewa, kwamba kuwaambia wanawake kwamba mnaweza na bila hata kuwezeshwa, ni nyinyi wenyewe kuwa na uthubutu wa kusema kwamba tunaweza tukasimama katika hizi nafasi na tukafanikiwa. Lakini kubwa zaidi ambalo binafsi kama mfuatiliaji wa siasa naloliona, uwepo wa rais mwanamke, mama yetu Samia Suluhu Hassan, pia ni chachu ya kuwapa uthubutu wanawake wengi safari hii kuweza kujitokeza katika kuwania nafasi za kuchaguliwa, tofauti na vile ambavyo zamani ilikuwa wale ambao wanajaribu basi walau walikuwa wanajaribu katika dirisha la nyuma la viti maalum, lakini sasa hivi tunaona wengi wanakwenda katika hatua ya ushindani wakiamini kwamba ni jambo ambalo linawezekana kama rais mwenyewe wa nchi ni mwanamke, na anaweza akashindana na wagombea wengine wa kiume, na pia tumeshashuhudia huko nyuma nafasi ya urais ikigombewa na wanawake kupitia katika vyama baadhi vya kisiasa, na wakionyesha ushindani mkubwa katika nafasi hiyo. Kwa ni jambo ambalo linawezekana na linawapa angalau wanawake msukumo na chachu ya kuweza kusema kwamba sasa tunaweza tukathubutu kuingia katika kuziwania nafasi hizi na kuzigombea, na wakiamini kwa kuwa kundi kubwa la wanaochagua ni kundi la wanawake, basi wanaweza wakapata uungwaji mkono zaidi kutoka katika kundi la wakinamama, kwa sababu wanaamini kwamba endapo watawachagua wakina mama wenzao, basi wanaweza wakawa wana ufahamu mkubwa wa zile changamoto ambazo kundi hili huwa linakabiliana nazo katika jamii na kuzitafuta majawabu. Hmm. Wingi wao uh, unaweza ukawa sababu ya kuona kwamba wanapitishwa kwa wingi uh, kusimama kwenye hizo nafasi ambazo wametiania, na hata wananchi wakawachagua, sasa tukashuhudia ndani ya bunge idadi yao kutoka majimboni ikawa kubwa kuliko ambavyo tumeiona katika chaguzi zilizopita. Kwa kadri wanavyozidi kuonyesha uthubutu wa angalau kuingia katika nafasi hizi na kuziwania, ndivyo ambavyo pia idadi yao itaongezeka. Unaweza ukaona katika takwimu eh, kwa mfano katika uchaguzi wa serikali za mitaa uliofanyika mwaka uliopita, mm -hmm. eh, ukiangalia wanawake waliojitokeza kuwania nafasi ilifikia asilimia 33. Unaweza ukaona ni asilimia kubwa sana ambayo haikuwahi kuonekana katika miaka ya nyuma. Kwa hii tu inatoa kiashiria kwamba wa wanavyozidi kuongeza idadi ya wanaoingia katika vinyang'anyiro vya nafasi hizi ndivyo ambavyo pia idadi ya wanaoweza kufanikiwa kupenya kushiriki uchaguzi na kushinda uchaguzi inavyozidi kuongezeka. Kwa hiyo pamoja na kwamba takwimu za nyuma zinaonyesha idadi ndogo ya wanawake lakini e, ikishiriki moja kwa moja na kupitia hasa katika hizi nafasi za kuchaguliwa lakini jinsi ambavyo idadi yao inavyozidi kuwa kubwa katika eneo hilo ndivyo ambavyo pia idadi ambavyo itakavyoongezeka itaka katika wale ambao watakaofanikiwa kuteuliwa na watakaofanikiwa kushiriki uchaguzi na watakaofanikiwa kuchaguliwa. Kwa hiyo ni wazi kabisa kwamba kwa huko tunakokwenda, Tunaweza tukatarajia kuona idadi kubwa ya wanawake wanachaguliwa katika nafasi mbalimbali mbali za uongozi, na hii inaweza ikaleta mapinduzi makubwa katika siku za usoni, hasa katika masuala ya utatuzi, kwa sababu wengi wanafahamu umakini walionao wakina mama, utulivu katika maamuzi, ambao kama wakiutumia vizuri kwa kushirikiana na wanamume ambao wako pia katika nafasi za uongozi basi tunaweza tukapiga tuka hatua kubwa ya kuhakikisha kwamba jamii yetu inaweza kupata maendeleo na ustawi ule ambao inautarajia hmm. E sisi wazalendo wenyewe wanaendelea na mchakato huo wa watu wa kuchukua fomu. Uh, mvuto na wenyewe upo kama huo ambao tunauona wa CCM, mamia watu wakijitokeza kutaka hiyo ridhaa kwa sasa hivi chama cha ACT Wazalendo ndo kinaonekana kana kwamba sasa kinaelekea kwenda kuwa chama cha kikuu cha upinzani kwa maana ya kwamba kwa, kwa, kwa kushiriki kwao katika uchaguzi huu ndio kitakuwa kama chama kikuu kinachoshindana na chama cha Mapinduzi hasa ni baada ya chama cha Demokrasia na Maendeleo kama kupiga hatua moja nyuma mpaka dakika hii kwamba Uh, hakijaonyesha dhamira ya wazi kwamba kitashiriki moja kwa moja uchaguzi huu kutokana na sababu ambazo wamekuwa wakizieleza. Kwa hivyo ACT Wazalendo ambao wamejitosa katika uchaguzi huu pamoja na mazingira yake yalivyo wanaonekana sasa ni kama wanakwenda kuichukua hiyo nafasi. Kwa hivyo, watu wengi ambao wanakuwa wana ndoto za kuona kwamba kama hawatafanikiwa kupitia katika chama cha Mapinduzi, basi wanaweza wakapitia katika chama cha pili ambacho kina nguvu na ushawishi, ingawa sio kwa kiwango kile ambacho wenzao wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA, walikuwa nao, lakini walau na wao kwa kiasi chao, hasa kwa upande wa huku bara unaonekana kwamba mwamko unazidi kuongezeka kwa sababu hata katika maelezo ambayo tumekuwa tukiyaona na tukiyasikia kutoka kwa viongozi wa chama cha ACT Wazalendo yanadhihirisha wazi kwamba hata na wao idadi inaanza kuwaelemea mm, kulingana na ukubwa wa chama chao, lakini kwa upande wa Zanzibar ambako wamekita mizizi kwa muda mrefu, Eh, unaweza ukaona kwamba ndio maana hata zoezi lenyewe la uchukuaji na urejeshaji limeshafungwa kwa maana ya kwamba tayari eh, ule mwamko ulishakuwa juu kwa muda mrefu. Lakini kwa upande wa bara ndio angalau bado kuna, kuna, kuna kazi ina, ina, inaendelea kufanyika na tunaamini kabisa kwamba wataendelea kupata wagombea wengi kwa sababu ni moja ya vyama ambavyo pamoja na uchanga wake katika siasa za Tanzania lakini ni miongoni mwa vyama ambavyo vilikuwa vina mvuto wa kukubalika na watu wengi kuamua kupitia chama hicho kuwania nafasi katika chaguzi zilizopita huko nyuma tumekuwa tukiona ni miongoni mwa vyama ambavyo vinaweka idadi kubwa zaidi ya wagombea katika kila uchaguzi. Kwa hivyo, hilo ni jambo moja ambalo wameendelea kulihifadhi kwa muda mrefu, na naamini linaweza likaendelea kuwasaidia hasa katika kipindi hiki ambao wao watakuwa wakitazamwa kama namba mbili baada ya chama cha Mapinduzi CCM ambacho ndio utitiri wa watu wengi unaonekana umeelekea huko kwa sasa, lakini tunaamini baada ya mchakato ndani ya chama cha Mapinduzi kukamilika pengine kundi kubwa la watu ambalo litaondoka kule linaweza likaangalia chama namba mbili namba tatu na namba nne ambavyo wanaweza wakajiunga navyo na inawezekana miongoni mwa watakaonufaika wakawa ni ACT Wazalendo. Habari ya mjini kwa sasa ni Chauma kama wenyewe ambavyo, uh, wanasema ukiangalia uh, chama hiki ambacho, uh, urudishaji uchukuaji, na urudishaji wa fomu uh, utafungwa Agasti ishirini kitapata mshiko namna hiyo, ama ndo kama ulivyomalizia hapo kauli yako ya mwisho kwamba kuna watu ambao wanatarajiwa kutoka. Sisi muangalie e, wapi? namba mbili, tatu, nne <laughs> tano na tano <laughs> nadhani chauma umekaa kimkakati zaidi, na ni kwa kuwa ni chama ambacho kimepokea baadhi ya wanachama ambao wana uzoefu na siasa zetu na hizo tarehe pengine wamezipanga kwa, kwa, kwa, kwa mkakati maalum mm. Kwamba mpaka Agosti, kwa maana kwamba wameona Chama cha Mapinduzi kina siku karibia kuanzia tarehe ishirini na nane mpaka tarehe mbili kesho watakuwa wamefunga zoezi mm. Ni siku chache sana, nadhani baada ya hapo michakato ya ndani itaanza, na baada ya hapo zoezi lao pengine litawahi kukamilika mapema. Sasa kukamilika kwao mapema maanake kutatoa nafasi kwa wale ambao hawatafanikiwa kupenya kwenye huo utitiri mkubwa wa watu walioelekea upande wa Chama cha Mapinduzi watakaokuwa bado na nia za kutaka kuwania uongozi, manake wataanza kutafuta majukwaa mengine ya kisiasa ya mahali ambako wanaweza wakaenda. Na hii sio jambo jipya, ni jambo ambalo limekuwa likitokea katika kila mwaka wa uchaguzi, kwamba wakati mwingine baadhi ya wale ambao wanakosa nafasi za kuwania kupitia chama fulani si jambo ambalo linakiuka sheria wala katiba yetu. Ni ruhusa ambayo ipo, wanaweza wakahama vyama na wakaenda kushiriki katika vyama vingine. Tumeona hivyo kuanzia ngazi za udiwani, ngazi za ubunge na hata ngazi ya juu kabisa ya urais. Wako wagombea urais waliwahi kuwania urais kupitia Chama Cha Mapinduzi, na baada ya kutofanikiwa kupata nafasi ya kugombea kupitia Chama Cha Mapinduzi, waliondoka na kutafuta majukwaa mengine ya kisiasa katika vyama vingine vya siasa. Kwa hiyo haitakuwa mara ya kwanza na watakaondoka sasa hivi wala haitakuwa jambo jipya. Kwa hiyo ni jambo ambalo linata sasa kwa viongozi wa Chama cha Chauma ambao wana uzoefu na siasa za Tanzania wanaamini hilo linakuja, na kwa kuwa linakuja lazima walitengenezee mikakati na utaratibu na kuwa, kuwa watu, potokea, wa namna gani ya kuweza kuwapa nafasi hao watu watakapotokea, basi waweze kupata nafasi ya kugombea. Kwa hiyo nadhani tarehe yao wameiweka kimkakati zaidi ili kuhakikisha kwamba lolote litakalotokea katika siku za usoni basi na wao waweze kunufaika. Kwa naamini wanaweza na wao pamoja na kwamba ni chama ambacho kimekuwepo kwenye siasa kwa, kwa miaka kadhaa, lakini pia kilichotokea mwaka huu kwa kupokea kundi kubwa la wanachama kutoka chama, waliojimega kutoka chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, ambao wao walikuwa na nia ya kutaka kuwania uongozi, lakini baada ya kuona kwamba chama chao pengine ki, ki, ki, ki, tazamo na kimsimamo kinaonekana kwamba hakina utayari wa kushiriki wakaona kwamba watafute jukwaa mapema kwa kuingia katika chama hicho. Kwa hiyo, tunaamini kabisa kwamba wanaweza wakawa ni sehemu ya wale ambao watatoa ushindani wa kisiasa, na hili litakuwa ni jambo zuri kwa wapiga kura wa kawaida, kwa sababu watapata nafasi ya kuangalau kuwa na vyama kadhaa vya kuweza kutafuta wagombea na viko vyama vingine vikongwe, Chama cha Wananchi kafu, NCCR Mageuzi na wengineo, ambao na amba wenyewe wapo na wanapiga jaramba kwa upande wao kuhakikisha kwamba na wao wanaitumia fursa hii ya uchaguzi mkuu kuweza kuweka wagombea na kuweza kuhakikisha kwamba wanajinadi kwa Watanzania ili waweze kuwachagua. Kesho ndio uh, tamati kwa upande wa CCM wa kuchukua na kurudisha fomu. Kwa uzoefu wako, unadhani tunaweza tukapata surprise yoyote ile? Uh, bila shaka kwa sababu ni, ni jambo la kawaida sana kutokea hasa katika nyakati kama hizi, kwa sababu eh, kila kitu huwa kina kishindo chake, na nadhani CCM pamoja na kwamba wametoa siku chache za zoezi hilo na wamejitahidi mwaka huu kuweza kuweka udhibiti, pengine watu wasiende na, ma, na, na, na wapambe mm, na nini kuangalia kuweka mizania sawa, lakini pia tunaona kwamba Uh, uchukuaji na urejeshaji wa fomu huu, kuna baadhi ya majina ambayo ya yamekuwa yakitajwa na kufikirika kwamba yanaweza mpaka siku ya leo bado hayajaingia kwenye rekodi za kuchukua, lakini pia tunafahamu kuna majimbo mapya ambayo yameingia, na tunaona na yenyewe tayari kuna watu wameshajitokeza kuyawania katika majimbo hayo. Kwa hiyo tunaamini bado nafasi ipo, na pengine tunaweza tukaona katika siku ya kesho ya mwisho kukawa kuna majina ambayo pengine hayakuwa yametarajiwa yakawa yameibuka katika wakati huo na kuweza kuzua mjadala kwamba kumbe na hawa nao wamekuwa na nia ya kutaka kuliwania jambo hili. Kwa hiyo, kilicho cha msingi ni kwamba CCM watakamilisha taratibu zao kwa mujibu wa ratiba ya kichama na baada ya hapo taratibu zingine zitafuata za michujo na kadhalika na kadhalika. Alafu baada ya hapo watanzania watapata picha kwamba Chama cha Mapinduzi kimewateua wakina nani ambao watasimamia katika nafasi zao. Hiyo pia itakuwa ni, ni, ni, ni, ni kama kufungua mlango sasa kwa vyama vingine pia vya siasa ambavyo na venyewe viko katika mchakato huo, kuona kwamba ni kwa namna gani na venyewe vinaweza vikatumia fursa baada ya CCM kukamilisha taratibu zao. Songa, nikushukuru sana. Asante na shukuru. Ni Saidi Msonga mchambuzi wa masuala ya siasa ambayo tumekuwa naye leo kwenye uchanganuzi tukiangazia uh, uchukuaji na urejeshaji wa fomu za kuwania udiwani, uwakilishi na ubunge na hata urais kwenye vyama vingine ukiondoa Chama cha Mapinduzi, CCM ambayo tayari wenyewe walishapitisha wagombea wa nafasi ya urais kwa upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kule Zanzibar. Kesho CCMD kwa upande wa CCM ndiko ambako shughuli yenyewe inahitimishwa, na tunatarajia na kuona nani ni nani ambaye amechukua na nani ambaye amerejesha, na kama wengine wameamua kuchukua na kuingia nazo mitini fomu pia tutajua hiyo kesho. Lakini kwa chauma bado ndo kwanza mkoko na alika maua ACT, e, wazalendo kwa upande wa bara, na yenyewe bado mambo ya e, wale ambao wanataka kuchukua fomu nafasi bado anayo, na kwa nukta eno unafikia tamati ya uchanganuzi. Mimi naitwa Nurdin Selemani, kotakie tu mtazamaji mwema vipindi ambavyo vinaendelea kutoka hapa UTV, na nikutakie usiku mwema.